Tuelekee kaunti nambari 16 ambapo hospitali ya Machakos level 5 imeingia kwenye madaftari ya kumbukumbu kwa kufaulu kufanya upasuaji wa mishipa ya damu kupitia teknolojia mpya. Madaktari wataalamu wa upasuaji walitumia mbinu ya miale ya kuyeyusha kwa mara ya kwanza katika hospitali hiyo. Hii ni hospitali ya Machakos level 5. Wataalamu wa upasuaji wa moyo na mishipa wameleta matumaini kwa wagonjwa wengi ambao hutabika kutafuta huduma hizo. Kwa mara ya kwanza, madaktari wametumia mbinu ya miale ya kuyeyusha kwa Kiingereza laser ablation kumfanyia upasuaji mgonjwa wa mishipa iliyofura na kupindapinda kwa Kiingereza varicose veins.

The patient is able to go home the same day and the recovery takes a shorter period of time compared to the initial treatment. Teknolojia hii mpya inachukua nafasi ya mbinu ya kale ya upasuaji wa mishipa kwa kuikata. Mbinu za zamani ilisababisha maumivu makali na yenye gharama kubwa 55 million. Waziri wa afya wa kaunti ya Machakos Justus Kasivu aliwapongeza madaktari wa hospitali hiyo kwa kuzindua huduma za matibabu ambazo wakazi walilazimika kuzitafuta mbali. Machakos, level five, becomes the first public hospital to perform this procedure. Uh, I would like to thank uh, our our medics uh, led by Dr. Deborah Mutile uh, for performing this procedure. We appeal to the public, anyone with problems with their veins, veins, all vessels in the lower limbs or legs, they need to visit Machakos County Referral Hospital. Ufanisi huu ni dhihirisho kwamba hospitali za kaunti zinaweza kutoa huduma za matibabu za hali ya juu na kupunguza misongamano katika hospitali chache za rufaa. Athman Said, Roninga ya Citizen, Nairobi. Roninga ya Citizen Nairobi.